Kwanza niwaambie wana simba tupo katika kipindi kigumu, kipindi ambacho kinatakiwa wote tujue shida yetu kitu gani. Simba sasa hivi shida yetu tumepoteza uwezo wa kupata matokeo. Kwa kama tumepoteza uwezo wa kupata matokeo, tunatakiwa tujue, huo ndio ugonjwa ambao tuko nao. Lakini kwa mifumo ambayo tuko nayo, tuwaase wanachama ambao wanapita kwenye mitandao wanahisi kuna uwezekano wote wa kwenda kusema kiongozi atoke, kiongozi afanyeje. Kwa kipindi hiki ilo aliwezekane. Kwa hiyo kama aliwezekane, tunachotakiwa sasa hivi kila mtu apei pate nafasi yake. Viongozi wanajua kama ndani yetu kuna watu wanatuhujumu, lakini wana nafasi zao, wao ndo wanayo nafasi hata ya kuwaweka pembeni. Eh, waandishi wa habari, yote habari zenu nadhani. Tuliitana hapa kwa swala moja muhimu ndani ya klabu yetu. Kikubwa zaidi ni kutaka kufanya dua moja liliyokuwa kubwa sana ndani ya klabu. Asahivi ndani ya klabu yetu kuna hali ya kutokaa sawasawa, na hili dua ambao tunajaribu kujikuta kulipiga, ambao wale ambao walikuwa wanataka kuiathiri Simba au anata matatizo ndani ya klabu ya Simba, Mwenyezi Mungu atushikie na hawahukumu hili dua itakuwa sio la mchezo. Tunatoa tahadhari kwa wana simba wote wale kwa ndani ya klabu na walikuwa nje ya klabu ambayo anataka kuumbwa na Simba. Hii dua itakwenda kuifanya sio la masihara yote kuisafisha Simba, kwa sababu simba bado kuna mashindano makubwa mbele yetu. Tuna ligi kuu tuna klabu bingwa. Tutafanyaje vizuri kama ndani kutakuwa na wadudu mtu ambao wengine wanataka kutuathiri sisi? Dawa yake ni kwenda kumshtakia Mwenyezi Mungu, tutamshtakia Mwenyezi Mungu aweze kuwaonesha hapa hapa duniani kabla hajaenda akhira, kwa sababu Simba hii siyo ya mtu mmoja au mtu atakayekaa pembeni basi aweze kukujulu Simba hii. Hapana, tutafanya kisomo kikubwa ashabaitakua tarehe ngapi? ishirini na mbili. Abai itakuwa siku tarehe ishirini na mbili, tutakifanya kule Bunju, na nitawaomba sana waandishi habari sitafanya hichi nje, na taarifa hizi muwafikishie hao vidudumtu ambao walikuwa nje ya klabu ya Simba au walikuwa ndani ya klabu ya Simba wanataka kuijumu. Hatutakubali kufanya kufanya ujinga huo, wanaweza wajiweke pembeni kwa ihadi yao bila kufanya mushkila klabu ya Simba stamabaya, na ndio maana taifa hizi nadhani zitamfikia moja baada ya mwingine. Yuko pembeni na klabu kama natujumu, basi Mwenyezi Mungu mwenyewe upande vile vile wa PSM gani ili kutuumiza sisi, kwa kk litamfika, hili litamfika kwa sababu huku tunakokwenda siko kuzuri. Hii Simba sio ya mtu mmoja, wala sio taasisi ya mtu fulani. Kama kisha kuondoka fulani kwa fulani, basi yeye tena, yeye, tena, afanye majungu fulani mradi klabu ya hapana. Hii sio taasisi wala sio kampuni ya baba yake mzazi au babu yake mzazi. Hapana, hii ni wanachama wa Simba wote. Unapokuwa kaa pembeni aje huyu, basi shirikiana mwenzie kumpa yale mazuri na yule alikoko pale aendelee na mazuri alikoko nayo, sio tena wewe ukati chana kwenye kitumbo cha mzio. Hii hatukubalia nayo na Simba tutatoa taarifa hizi siko tarehe ishirini na mbili tutakuwa na kikao kizito sana na siyo kwa nani, kwa viongozi au na chama lioko pembeni, mimi na chama lingine. Hata kama kuna mchezaji ko ndani yetu yupo anatumiwa kwa kutaka kujumu Simba kwa njia moja au nyingine, basi tunamtahadharisha ajirekebishe asije akaudi ak kwao kwa wazazi wake katika hali nyingine baadae. Mkubwa wa Simba tunawapa tahadhari mpaka wachezaji wa, wana kwa sababu inasemekana wengine wanacheza kwa maagizo. Hili hatutakubali. Nadhani ndio tutatoka hapo ndio Shabani mtalitoa na wataona hatutofanya mchezo mpaka kwa upande wao. Mi nadhani yangu atakuwa lio machache tu kuzungumza e. Mimi niendelee hapo hapo ambako wameishia viongozi wenzangu wa matawi. Kwanza niwaambie wanasimba, tupo katika kipindi kigumu, kipindi ambacho kinatakiwa wote tujue shida yetu kitu gani Simba sasa hivi. Shida yetu tumepoteza uwezo wa kupata matokeo ko kama tumepoteza uwezo wa kupata matokeo tunatakiwa tujue, huo ndio ugonjwa ambao tuko nao. Lakini kwa mifumo ambayo tuko nayo, tuwaase wanachama ambao wanapita kwenye mitandao, wanahisi kuna uwezekano wote wa kwenda kusema kiongozi atoke, kiongozi afanyeje, kwa kipindi hiki ilo aliwezekane. Kwa hiyo kama aliwezekane, tunachotakiwa sasa hivi kila mtu apeli pate nafasi yake. Viongozi wanajua kama ndani yetu kuna watu wanatuhujumu lakini wana nafasi zao, wao ndo wanayo nafasi hata ya kuwaweka pembeni. Sisi wanaSimba wana wanachama na mashabiki tunajua kama Simba kuna wanaSimba wenzetu wanatuhujumu. Hao kina nani wanayoongea ongea wako, sijui wana mamluki ndani yetu nini, hayo maneno yao, ili kuendelea kutudumaza akili zetu, tuone kama tunahujumiwa na upande wa pili. Lakini ukweli sisi, upande wa pili uwezo wa kutuhujumu hawana, sisi wenyewe tukiwa kitu kimoja ko kwa sababu tunajua kwa kupoteza umoja tunasababisha matokeo tusipate. Ndio maana wanachama leo tumeamua tukutane, tuwaambie wenzetu, tukutane tufanye dua, tukutane tumuombe Mungu na tutie nia, kuwa kila yule ambaye anaitakia mabaya klabu yetu Mwenyezi Mungu mabaya hayo amrudishie yeye mwenyewe. Sisi tunachotaka tunaamini katika mpira kufungwa kupo, lakini kuna kufungwa na kujifungisha Simba tunajifungisha na wapo wenzetu wanayetufungisha, tunawajua. Juzi tulisema itakwenda viongozi wasipochukua hatua paka, tukimaliza dua tutawataja, tutasema fulani na fulani mnatufungisha, na kwa maslahi yenu binafsi. Lakini kwa kipindi hiki yuko bado hatujafika. Tumekubaliana wana Simba, tuimizane hiyo tarehe ambayo mwenyekiti hapa wataiwa mpewa pesa ameitangaza tarehe ishirini na mbili, tukutane kwa ajili ya kumwomba Mwenyezi Mungu kufanya dua ili kuhakikisha tunarudi kwenye umoja wetu. Kila jambo linapoendea kuwashinda mkabizini, Mwenyezi Mungu yeye ndo anaitumiliki sisi na vile vyote ambavyo tunavitaka. Kwayo kwa ajili ya hilo, wito kwa wanasimba mliokuwa mkoani huko, hakikisheni matawi ya mikoani siku ya tarehe ishirini na mbili mnakutana kwa ajili ya kumuomba Mwenyezi Mungu kuturudisha kwenye nguvu moja ili kwenda kuipambania timu yetu mengine mengi yatakuja baada ya dua, lakini tunachotaka kuambia wanasimba, kipindi hiki tunatakiwa tu watulivu, tusiamaki kwa kukosa matokeo. Tushapita vipindi vigumu kuliko hivi. Tukiamaki maana yake tutashindwa kujitengeneza. Tutulie tujitengeneze, na uhakika kwa hapa tulipo, tukishikamana tunaenda kuchukua ubingwa na robo ya klabu bingwa, tunakwenda kubwa. Twendeni tukashikamane, tumuombe Mungu, tukafanye yale mambo ambayo Simba tunayafanyaga ili tupate matokeo. Asanteni kwa kunisikiliza.